Mahusiano sio uzuri wa sura, mwana wa mwanaume au mwanamke unaweza ukanunua. I repeat. You can buy mwanaume mzuri, you can buy mwanamke mzuri. Dunia ya sasa hivi unamuonga tu anakuwa wa kwako. I said it, mwanzo nilikuaga najua mahusiano na ndoa ni kumchagua yule mtu unayempenda au anayekupenda sana, ndo muoe au akuoe, but my friend, if you do that mistake na ukawa umekosea kwa bahati mbaya, umechagua kitu ambacho si sahihi, utaishi maisha yako kwa kujutia sana kwenye mambo ya mahusiano. Achana na yale mahusiano ambayo unakuwa tu na mtu for fun, yale mahusiano ambayo unasema kabisa huyu mtu niko tayari ni, nizae naye tuishi pamoja miaka kumi ishirini thelathini baadhi ya sehemu ambazo mimi siwezi kwenda aende kwa niaba yangu. Ndugu yangu, be very careful wale wanaosemaga mmekutana, sio miezi miwili mitatu sita, mwaka unatosha bwana kujua kama mtu ni sahihi sometimes, no. Sometimes inabidi ukae na mtu mpaka akutwe na majaribu mengi ya kutosha, uangalie uwezo wake wa kusolve matatizo, hapo ndo ujue huyu mtu nilokuwa naye kweli ni sahihi. Kuna story ya mama hapo nimetoka kuisikiliza, nimeangalia, nimeisikiliza Wanaume nyie, kwenye ndoa ndoa, na mahusiano mahusiano, mnapendaga sana kuwa na siri siri, mnafanyaga vitu kwa siri siri siri. Hamtakagi kuwaambia wanawake zenu, kwa sababu gani? Ego imewakaa hapa, unataka mwanamke wako aone you are doing everything right, unataka mwanamke wako aone wewe you are moving you are, you are just moving fine you don't want to be vulnerable. Waambie wake zenu, napitia moja mbili tatu mama mtu hapa nimesanda, mama mtu hapa nimefeli, hapa tunaongea vipi? Tunasaidiana vipi? The problem, mnataka kufa na kofia hapa kwenye vichwa. Matokeo yenu mnakuja mna, mna, mna bahati mbaya labda Mungu anawachukua au nini kinatokea, shida zinabaki kwa wake zenu. Sasa kwa bahati mbaya sana, ndo ukute zile ndoa ambazo mwanamke na mwanaume walikuwa wanashirikiana kila kitu kwenye biashara so mwanamke hakuweza kuinvest chochote cha kwake. Mwanamke labda alikuwa hata saa nyingine hafanyi kazi yoyote, kila kitu alikuwa anakutegemea wewe. Baba unaondoka kwenye hii dunia, unajua mwanamke umemwacha kwenye hali gani? watoto wako, mahusiano nyie, sio na kupenda na kupenda, pia unaweza ukainunua, unaweza ukainunua Yani, mimi kuna vitu nikisema hata niseme mungu wangu nina hisi kichwa kitapasuka, lakini kama you are choosing kwa kutaka uwe na familia bora, kwa kutaka uzae watoto uishi nao vizuri, kwa kutaka sijui progress ile ya kweli, when choosing a person you have to check well. You you have to, you have to to check well. Na katika vyote ogopa mtu muongo. Ukiwa na mahusiano na mtu ambaye ni muongo muongo, kuna siku atakuibia hata wewe, wewe mwenyewe aliyekuoa au wewe uliyemuoa atakuibia, na atakwambia hata sielewi imekuaje, na atakaa hapo, atakulilia machozi ya damu, kumbe anakufanyia yeye mabaya yote yote. Unaona, mbona vitu vyangu haviendi? Biashara zangu haziendi? labda una wateja wakubwa, mbona wateja wakubwa wamehama? Kumbe unaekaa naye humu ndani ndo anakufanyia vitu. Kuna vitu Mungu anakupa red flags mapema sana, we unajifanya ni bingwa wa kubadilisha watu, nitambadilisha, atabadilika. Angalia yule mtu akiwa na madeni analipaje, anasolve vipi yale matatizo Anafanyaje, anaangaika vipi? Kwa sababu mwisho wa siku, vile matatizo yanayokuja kutokea hayato muaffect yeye. Kama mume wako, wewe anadaiwa, hadaiwi yeye, mnadaiwa nyote. Anafanya effort gani kuhakikisha kwamba nyinyi wote mnabaki sehemu ambayo iko safe, nyinyi wote mnakuwa mko salama? Yani i, i, i, i, i, i. Ombeni Salini. I don't know what to say lakini yaani kuna vitu nikiviongelea nasikia moto hivi. Kuna wadada nikiwaona maskini wanaenda sijui kuolewa, sijui kufanyaje, wadogo, miaka hii 21, 22, 23, 24, 25 hata sasa 34. Ni miaka ya wewe kutengeneza misingi yako, foundation yako, kuwa na nyumba zako ziko kwenye majina yako, gari liko kwenye jina yako, biashara iko kwenye jina lako, peleka hata vikavitunzi hata wapi huko mbali huko huko uko saa nyingine atakuwa na akaunti zako za benki zina hela hata lo unalo date nalo hata alijui. This world hm? This world this one watu wana wanaloo ziko hivi hivi. Haya mandoa ndoa haya mambo ya mandoa ndoa, mahusiano mahusiano haya, ukikutana na mtu sahihi, mshukuru sana Mungu ila so. so <coughs>